Habari mpenzi mtazamaji, ni Disemba 9 mwaka 2025 siku ya uhuru, maadhimisho ya uhuru wa Tanganyika ambao ulipatikana 9 Disemba, miaka hiyo iliyopita. Haya, tunatizama hali ya mitaa, na baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini vimeonyesha hali ilivyo mitaani katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam ikiwemo Mwenge katikati ya jiji na maeneo mengine, njia zinaonekana ni nyeupe, hakuna watu barabarani wala vyombo vya usafiri si vingi, yani watu ni wachache sana, na ripoti zinasema kwamba usafiri wa umma nao pia ni shida, hata kwa wale ambao wana mahitaji ya kwenda sehemu moja hadi nyingine. Na hivi ndivyo mambo yalivyo kwenye mitaa hiyo, hebu jionee mwenyewe na utupe